Tuelekee katika eneo bunge la Mbeere North ambapo viongozi wanaoegemea upande wa serikali katika kaunti ya Embu wakiongozwa na mwenyekiti wa UDA Cecily Mbarire wamedai kuwa viongozi wa upinzani wanapanga kuzua vurugu hapo kesho. Madai haya yakijiri huku usalama ukiimarishwa na maafisa wa polisi wakiweka vizuizi katika barabara zote kuu za kuingia na kutoka Embu. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To kutoka Mbeere North, vifaa vya kupigia kura vimesambazwa vituoni tayari kwa uchaguzi ambapo wagombea tisa wanatarajiwa kukabana koo. Katika taarifa yao Jumatano jioni Viongozi hao wa UDA walidai upinzani ulikuwa umenusa kushindwa na kuanza kupanga njama ya kuvuruga usalama Mbeere North. Mwenyekiti wa UDA Cecily Mbarire akiongoza safu ya madai ya UDA. We know they have a, a elections. Viongozi hao wakiwataka maafisa wa polisi kuwa ange na kuzuia rabsha yoyote. Haya najiri huku maafisa wa polisi wakiweka vizuizi hivi katika barabara kuu za kuingia na kutoka katika kaunti ya Embu magari yote yakisimamishwa na kukaguliwa kabla kuruhusiwa kuendelea na safari. Ndani ya kituo kikuu cha kuhifadhi vifaa vya uchaguzi katika shule ya upili ya wasichana ya Siakago, takriban maafisa mia tatu walipewa maelekezo yao ya mwisho kabla ya kuelekea katika vituo vya kupigia kura kulinda usalama. Wananchi wote wa Mbeere, tunawahakikishia usalama, watakuwa salama popote walipo manyumbani zao, wakuja wapige kura. Usalama umeimarishwa kila mahali. Haya najiri huku maafisa wa IBC wakielekea kwenye vituo vyao, ambapo kura zitapigwa Alhamisi asubuhi, tume hiyo ikikariri uwazi wa uchaguzi huo. Kituo huwa, tuna, kuna wa, askari wawili, maafisa wawili na kama vile ambavyo utaona hapo nje tuna wakubwa wetu wa Security ambao wametupanga. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki akisema serikali imeweka mikakati ya kutosha kiusalama kuhakikisha chaguzi zote ndogo zitaandaliwa katika mazingira salama ili kuwapa wapiga kura nafasi ya kutekeleza wajibu wao kidemokrasia. Ni pilka, pilka zalala salama hapa katika eneo la Mbeere North, maafisa wa polisi pamoja na maafisa wa uchaguzi wa hapo kesho wakipewa maelekezo yao ya mwisho kabla ya uchaguzi huo wa hapo kesho, vituo vyote vikitarajiwa kufunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi. Emmanuel to runinga ya Citizen kutoka katika shule ya upili ya wasichana Siakago, eneo bunge la Mbeere North, county ya Embu.